Kila ifikapo Machi 22 dunia inaadhimisha siku ya maji duniani na hii yote ni kutambua mchango na nafasi ya maji katika maisha yetu ya kila siku. Maji yana mchango mkubwa katika maisha ya mwanadamu, lakini pia viumbe mbalimbali katika sayari hii ya dunia. Hivi unatambua kwamba ukosefu wa maji safi na salama ni moja ya changamoto kubwa ya unyanyasaji wa kijinsia na ukatili katika mitaa yetu za Umoja wa Mataifa unaonyesha kwamba zaidi ya watu bilioni mbili duniani kote hukumbwa na changamoto ya maji safi na salama na hivyo huwaletea athari mbalimbali ikiwepo mbali magonjwa na matatizo mbalimbali ya kijamii. Ni ukweli usiofichika kwamba ukosefu wa maji safi na salama, watu wenye nia ovu ndani ya mitaa yetu hutumia mwanya huo huo kutekeleza vitendo vya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto na hata wanaume. Wapo wanaweza kufanya vitendo vya ubakaji, ulawiti, mauaji, utekaji, vipigo na unyanyasaji mwingine ambao unaweza kutokea. Kwa kulitambua hilo basi kama jamii nao wajibu mkubwa wa kuwekeza katika maji safi na salama. Mashirika, taasisi na wadau mbalimbali wa kijamii washirikiane na serikali kuhakikisha kwamba jamii zote zenye uhaba wa maji safi na salama zinapata maji safi na salama muda wote wa kwa kuchimba visima na kuwekeza katika mabao makubwa ya kuhifadhi maji mwaka mzima. Sambamba na hilo kwetu sisi wananchi tunao wajibu mkubwa wa kutunza vyanzo na miundombinu ya maji maeneo yote tunayoishi. Lakini tutambue kwamba maji yana umuhimu mkubwa sana katika maisha ya wanadamu, sio wanafunzi mashuleni, sio majumbani, sio kwenye viwanda na maeneo mbalimbali ya kijamii. Tukiwekeza katika maji safi na salama katika maeneo ya kijamii, tutaiepusha jamii yetu dhidi ya vitendo vya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia maeneo ya mashuleni, tutawafanya watoto wasome kwa amani na utulivu, lakini pia tutawakinga dhidi ya magonjwa mbalimbali kama vipindi vinapoweza kutokea. Sambamba na hilo, tutawawezesha watoto wa kike kusoma kwa utulivu, kujitunza zaidi katika kipindi cha hedhi wanapofikia wakiwa mashuleni. Tuwekeze katika maji, tutunze maji. Bila maji, hatutoweza kufanikiwa. Maji ni uhai, kila tone